Sana. Lakini pili, jeshi la na wananchi nawapenda. Maana hiyo mnaona wakuu wetu wa vikosi wako hapa, ni kutokana na kupata taarifa. Nidhamu ni mafunzo mlionayo, uwajibikaji na utiifu hauna mashaka. Hawa wana majukumu makubwa sana. Kalindeni heshima ya jeshi la wananchi, kalindeni heshima ya kiapo mlichokula, kalindeni heshima ya wilaya, kalindeni heshima ya Mheshimiwa Rais. Simameni na Mheshimiwa Rais masaa ishirini na nne. Usikubali wala kulilia kuona mtu yoyote anamvunjia heshima mweshimiwa amiri jeshi mkuu. Nawatakia maisha mema, tunawapenda sana. Jioni mtapata utaratibu na sherehe kubwa na nzuri mmeandaliwa, mtasherekea usiku kucha, mtakula bata kuondoa uchovu ulioandaliwa. Baada ya hapo mtapewa maelekezo kwa kutoka kwa mshauri mkuu wa mgambo, lakini pili kule mna wale ambao mtapata bahati ya kuchaguliwa kwenda SUMA JKT, naombeni mkalinde heshima ya wilaya. Kalindeni heshima ya jeshi la akiba. Kalindeni heshima ya ofisi ya mshauri wa mgambo wilaya. Kalindeni heshima ya mshauri wa mgambo mkoa, kwa ushirikiano mzuri wanaletea ajira. Lakini wengine mtachukuliwa kwenye taasisi mbalimbali kutokana na uhitaji wake. Wote mtatumika, hakuna mtu ambaye atakaa mtaani. Ya muhimu ni nidhamu na utiifu Usienda ukashawishika, mafunzo uliopaka yasikushawishike. Mtu akakulitea laki mbili la kitatu umeenda ukaanza kuimba, kufanyaje. Najua ni dhamu uliokuona na kiapomtafanani, mtaona mafanikio yake. Nawatakia kila raheri, Mungu awabariki sana. Tunawapenda sana sana, asanteni sana.